Baada ya uchaguzi wa Oktoba mwaka uliopita, Tanzania haiko tulivu. Maumivu yanatajwa, utekaji unaelezwa, hofu inaongezeka, lakini swali kubwa ni moja: nani anasema ukweli na nani ananyamaza? Leo hapa kwenye MIZUKA MEDIA hatuleti porojo, tunaleta sauti tatu tofauti za Watanzania: maumivu ya mama, kauli ya mzee wa taifa na onyo kali kutoka kwa kiongozi wa dini. Tazama hadi mwisho kwa sababu hii si drama ya mtandaoni, bali hii ni simulizi ya taifa. Baada ya uchaguzi wa Oktoba, mitandao ya kijamii Tanzania ime maswali mazito. Kuna taarifa za watu kupotea, wengine kuuawa na familia kubaki bila majibu. Serikali imetoa kauli mbalimbali mbali, lakini wananchi wengi wanasema bado hawajaridhika. Ndipo sauti za wananchi zikaanza kuzungumza kwa uchungu, kwa hasira na kwa hofu. Video ya kwanza imegusa mioyo ya wengi ni ya mama mmoja ambaye ni mama wa polepole. Mwanaye alitoweka na sasa mama huyo analazimika kwenda kuchukua vitu vya mtoto wake kwa sababu hawezi tena kumudu kodi. Kauli yake imebeba uchungu mzito, hakutaja siasa, hakutaja vyama, alizungumza kama mama ali omba mwanaye arudishwe akiwa mzima, na akaacha haki mikononi mwa Mungu. Kwa wengi hii ndio sura halisi ya maumivu ya taifa, familia zisizo na majibu na hofu inayobaki kimya. Sajina so, mimi naitwa mama Pole Pole Pole Pole. Mimi naomba mwanangu huko aliko wanirudishie mwanangu, kama ana makosa, kama alivyosema wakili, basi wamwachie ashitakiwe, kwani wangapi wanahukumiwa? Wamwachie mwanangu, nateseka mimi, yule ndiye ilikuwa chakula changu sina mtu wa kunihemelea. Wanatuambia tusomeshe watoto ili watoto waje kutusaidia wazazi. Nimetokana na ana atalipa kodi. Ni nyumba ambayo alikuwa amepanga. Ni nyumba aliyokuwa amepanga. Sina mtu wa kulipa kodi. Mimi mama yake ni maskini wa kutupa. Mimi ni mkulima tu. Nilipoona Hamfla, amefikia hatua nilimshukuru Mungu kuweka ndani tena kumkamatia ndani ya nyumba na kumpiga hivi, najua ya kwamba huko aliko si mzima hata kidogo, maana nimekuta damu sio za kawaida. Ni hilo tu, watu wa Mungu, wamrudishe mwanangu akiwa mzima, wamrudishe mwanangu akiwa mzima. Lolote litakalotokea, nami nilizaliwa na Mungu kutoka mbinguni, nitajua la kufanya. Yule aliyegusa ule mwili, hakika kwa jina la Yesu, naye atakufa. Nimemaliza, asanteni wanangu, asanteni sana. Mungu awabariki, Mungu awabariki, awafunike na kuwatetea. Sina la zaidi. Lakini si Watanzania wote wanaona mambo kwa jicho moja. Katika video nyingine, Mzee Chembele anajitambulisha kama mzalendo. Kwa Mzee Chembele, kuna makundi yanayodaiwa kutengeneza taharuki, makundi ambayo anasema yanavuruga amani ya taifa. Hii ni hoja ambayo pia inaungwa mkono na baadhi ya Watanzania, kwamba si kila taarifa mtandaoni ni ya kuamini, ni kwamba usalama wa nchi ni jambo nyeti. Hapa ndipo mgawanyiko unaanza. Je, ni taharuki bandia au ni kilio halisi cha wananchi? Vikundi viwili. Kuna vikundi ambao tayari wameshajitenga na serikali ya nchi hii na kuna vikundi wana imani na serikali hii. Sasa kila anayekuja kuharibu atapata atapatwa, kumsaidia hawa kweli, sasa kutengeneza maisha yake sawa sawasawa. Hawa wanaoharibu wanaonekana kama wenye ukweli na wenye kutengeneza kama wabaya, hmm. sura nzuri eh? Kwamba wanakuja watu kutengeneza mfumo, kutaka kuongeza matatizo matatizo juu ya matatizo. Sisi tuna matatizo hivi sasa ya siasa japo uchaguzi umeisha Tume, tumepumzika na makelele maandamano yameisha sasa kuna watu ambao waharibifu wanatengeneza mfumo watu waharibu ili watu wasielewane maelewa kwa mfano kama jambo hili hata serikali kakifikiria wabaya wa Kristo wa Kitima wa Islamu hawezi kuelewa lakini inabidi wakae watulie wakae na wazee serikali sione shida kwamba tukikaa na wazee wa Dar es Salaam kulichunguza hili na kuwaje, wasitegemee kwamba usalama wa taifa wanasheria, sawa lakini nao tumiwazaa sisi, wana sheria na usalama wa taifa ndio wazee wenyewe wa kuna mengine ya mali ya wazee na kuna mengine ya mali ya wanasiasa na wanasheria. Mwandishi ukikuta jambo hili gumu, basi mwende mzee, mi na jambo kadhaa, mzee atatatua. Mfano. Na sasa sauti ambayo imetikisa mitandao kabisa ni hii ya Padri Charles Kitima. Alizungumza kwa maneno mazito, sio kama mwanasiasa, bali kama kiongozi wa maadili na dhamira ya taifa. Padri Kitima alionya kwamba hata kama sauti zitanyamazishwa, hata kama watu wataogopa kuzungumza, historia haifutiki. Alisema wazi kuwa ukweli unaweza kuchelewa, lakini hautoweki. Kauli hii imegusa wengi na pia imewakasirisha wengine na wata E, Watanzania hawatasamehe hilo kosa, kuto kukiri. Tutawanyamazisha, tutafanya ninachofanya, tutawaendelea kuwaua wanaongea e, lakini watanzania hawatasamehe, lazima ukiri. Sisi Wakristo tunaofuata dini ya Kikristo ambayo inatumia Biblia takatifu agano la kale na agano jipya, Mungu hamsamehe mtu bila kukiri. Lazima ukiri mbele ya Mungu, sio kukiri mbele ya watu. Aa, mbele ya Mungu na sio kufanya usanii sanii, ah, ah, ni mbele ya Mungu unakiri. Na katika kukiri ni kukubaliana na ukweli kwamba watu waliuwawa, watu waliuwawa kwa makusudi. Ndio maana tunasema kukiri, kukiri. Mpaka sasa hakuna mamlaka za juu zilichofanya, hawajafanya hayo maamuzi, hawajakiri. Na hii bila kukiri ukweli haitendi ndio maana ndugu yangu, wakati wa kupatana Afrika Kusini Bandela alipotoka gerezani, kitu cha kwanza ilikuwa ni kukiri kwamba apartheid eh, ile falsafa ya ubaguzi wa Afrika Kusini ilikuwa ni kosa baya. Walikiri na ndio wakafika mahali baada ya kukiri, ndio anafika mahali kusamehewa na kusameheana. Sasa we, Tanzania sasa hivi tunaongea tu, unaongea una taarifa za vitu vingi vilivyopotea, vitu vilivyoharibika, lakini uhai unaonekana unazidiwa na vitu. Uhai wa mwanadamu hauna thamani kuliko vitu. Hata katika zile haki za vitu, vitu vya umiliki viko kwenye ibara ya ishirini ngapi, huko kwenda chini, u kwamba e, kila mtu ana haki e, e, ana haki ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya na wajibu sio na nini na nini, lakini haki ya uhai ni kati ya vitu namba moja, ya vya mwanzo mwanzo mwanzo kabisa unapoweka kwenye ibara ya kumi na nne eh, haki za binadamu zinapoanza kwenye ibara ya kumi na mbili ibara ya kumi na tatu bara ya kumi na nne pale ndio inakuja ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo uhai namba moja, unapoanza kuongelea vitu bila kuongelea uhai wa Mtanzania. Tanzania hii watu wanajali uhai kuliko kitu kingine chochote eh. Na tukumbuke ndugu zangu, haya yote tumejilea vibaya kutokana na yaliyofanywa ndani ya miaka miwili mitatu iliyopita juu ya kuteka na kupoteza watu. Watu wanaongea wanalalamika, hawasikilizwi eh? na no, wanaotekwa no, watu wamepoteza ndugu zao, zaidi ya watu wamepotea karibu sijui wangapi, vyombo vya habari vinavyoongea hivyo hivyo eh? Hawasikilizi. Sasa uhai huko hatarini, uhai huko hatarini. Kwahiyo yaliyotokea tarehe ishirini na tisa ilikuwa ni ishara ya nchi yetu imefika wapi iko, na tusipokiri hatuwezi kusamehwa. Na anayesamehe hapa ni mwananchi Mtanzania, sio mtu mwingine. Wanaosamehe ni wananchi wa Tanzania, anayepaswa kuombwa msamaha ni mwananchi Mtanzania huyu mnyonge ambaye unadhani ana, ana maana huyo, usipomwomba msamaha itakugharimu tu maisha yote, itakugharimu hata kama ni miaka 100 ijayo, itatugharimu tu. So mtu kama anakaa na kinyongo ana mahuzuni E, ni kama Mungu usipomwomba msamaha katika kumkosea utaenda motoni tu utakaa uishi na yeye milele utakaa mbako yeye hayupo. Na huko ndio watu wanaita motoni. Na hii ni hivi hivi. Mwananchi usipomwomba msamaha, hawezi kukusamehe. Eh, basi ningependa kueleza hivyo kidogo kuhusu hilo hilo la la la, la. Kwa hiyo na katika maongezi ya sisi na serikali kama tutatokea hayo ndio mambo ambayo tunaongea sisi na hatutabadilisha sentensi tamko letu, eh, tafakari ya maaskofu ya tarehe kumi na tano inabaki hivyo hivyo ilivyo, eh, na ibara zake zote kama unavyoziona hapo zote hizo zinabaki pale pale, na tunahimiza Watanzania waelewe hata kama tutaongea na serikali, hatutatoka nje ya tafakari iliyofanywa na maaskofu. Na wameanza na kulaani mauaji, baada ya kulaani mauaji wanakuja na neno la pole baada ya pale wanasema kwa nini mauaji na kwa nini maandamano yalitokea. Wameeleza pale watu kutekwa, nchi kukosa demokrasia, uchaguzi sasa hivi Tanzania hauna maana yoyote, hakuna haja ya kuwa na uchaguzi Tanzania kwanza, kwa sababu ukienda yupo atakayepita kwa asilimia 99. Eh, kwa taarifa yenu, eh, mwaka jana 2024, Februari, mabalozi wa nchi za nje waliahidiwa na serikali ya Tanzania kwamba uchaguzi utakuwa huru na wa haki uchaguzi wa serikali za mitaa wananchi wote, Aprili tukaabidiwa hivyo hivyo, wananchi muwe na amani, uchaguzi utakuwa huru na wa haki, lakini uchaguzi hukuwa wa haki. Tarehe 27 Novemba tumeona madudu ambayo hayajawahi kutokea nchi hii tangu nchi ianze kuwepo, tangu enzi za kina Mkwawa mpaka juzi, haijawahi kutokea asilimia tisini na tisa wenye vitu vichogoje. Si mila na desturi zetu, kila kabila ilikuwa na namna ya kumchagua kiongozi wa ukoo kiongozi wa kulikuwa na mfumo. Hiyo mifumo haiheshimiki tena. Unaambiwa ah, mwenyekiti wenu atakuwa huyu, sio huyu. Unapiga kura, unaambiwa ah, huyu, sio huyu. E, watazaji wanalalamika, ukasema haya. Kwa vijana, hata ufanyeje na vijana, wajifunza kwa vijana wenzao, afu dunia sasa hivi dunia inashirikishana maarifa na vijana hii hi, vijana hi, sasa hivi wako wameungana dunia nzima kutokana na namna habari na maarifa yanavyoenea duniani wameungana dunia nzima, kwa hiyo wanajua nchi zingine wanafanyaje, nchi zingine wanafanyaje, huku na huku wanafanyaje, ndio wanajifunza. Na dunia ya karne ya ishirini na moja inaitwa knowledge society, knowledge driven society. Una maarifa, una nguvu ya kutawa kutawala, ya kujitegemea, ya kuwa nchi tajiri ni maarifa, teknolojia ni maarifa. Kwa hivi ni, ni vizuri pia tukaelewa eh, muktadha huo kwa kwamba mwananchi huyu wa sasa anapopaswa kuombwa radhi anaishi kwenye jumuiya ambayo pia ameunganika na dunia nzima kwa wakati ule ule. Ukiangalia video hizi tatu unaona Tanzania yenye nyuso tatu: mama anayelia kwa uchungu, mzee anayelinda amani ya taifa, na kiongozi wa dini anayekumbusha dhamira ya historia. Hili si suala la kushinda hoja mitandaoni, ni suala la taifa kusikilizana. Swali linabaki kwako, wewe Mtanzania, Mkenya na Mwafrika aliye diaspora: unadhani sauti gani inawakilisha ukweli wa Tanzania ya leo? Serikali ifanye nini ili kurejesha imani ya wananchi? Je, ukimya ni suluhisho au ni mwanzo wa tatizo kubwa zaidi? Niachie maoni yako kwenye comment section.